Karibu kushuhudia mtanange mkali wa ligi kuu ya NBC, Namungo Football Club wa uwaji wa kusini dhidi ya wana rambaramba wa Hoka Mikate wa Azam Complex, timu ambazo zina kumbukumbu kumbu nzuri katika michuano ya kimataifa. Safu ya waamuzi katika mchezo tayari, kipyenga kimesikika na kananda imeshaanza. Karibu sana Kasim Majaliwa Stadium. Fabrice Ngoyi Kupitisha mpira katika njia anaondoka. Hashim Manyanya jaribu kusogea tena katika nafasi, mpira alikuwa anampitishia Hashim Manyanya, lakini hesabu imekwenda tofauti, tofauti. Alisogea zaidi na mpira na sio Hashim Manyanya. Manyanya ndio aliwekewa pasi lakini akashindwa kuitumia vema na mpira ah, ah, Takupita lakini amefanyiwa madhambi tena Idd Selemani Nado. Alianzishiwa mpira wakati atakwenda kudhibiti. Mambo yatakuwa vipi? Kipenga kimesikika. Faisal ameanza. Ameudhibiti mpira Nado! Ni Idd Nado goli ambalo linamshangaza golikipa Musa Malik. Anaangalia amehemwa. Aelewi kilichotokea. Dona pepea, ni goli ambalo limeanzia katika uwanja wa mazoezi, sio kwa bahati mbaya. Alipitishiwa kwa udhibiti kwanza, akanyosha mpira ambao umevuka nyota ambao wako pale, na moja kwa moja kaingia. Okay, Kambani amejitahidi kuruka, Musa Malik lakini wapi, haikufanikiwa ni Azam FC, ni wahoka mikate wa Azam Complex. Matajiri wa jiji wanatesa wakiwa nje ya jiji lao la maji chumvi Dar es Salaam amemfuata Jean Frohai Benge Yaki, na kwenda kuishika miguu yake akiapreciate, kwanza kumpa nafasi, kumwamini, kumwamini kudhibiti mpira ule. Umepitishwa pasi nzuri sana katika njia kiondoka zaidi. Fabrice Ngoyi Ngoyi Fabrice Ngoyi nyota ambaye Tanzania litambulishwa na kita yose walikuwa na ukimbilia mpira wote Fabrice Ngoyi akaupata mpira kama manyanya, angeamua kuchanua upande mwingine wa njia Yaani sio wote wangeufuata, manyanya angeamua kukimbilia katika nafasi. Hashimu hamisi na hamisi umepitishwa mpira katika njia. Feisal musa Malik alikutana nao, Feisal akaupitisha moja kwa moja, haukuwa na nguvu. Lucas Kikoti kaupitisha katika njia, Habat Lukindo, Lukindo ameujaza mpira ule ndani kule, mecheza mpira kwa kichwa na no, umekwenda nje. aliupokea Habat Lukindo akaonyanyua mpira mrefu akaenda kuupiga kwa kichwa, mfuko ameonyanyua mpira ule katika njia Hashim Manyanya, Manyanya meujaza ndani, huku anaokamata golikipa Isa Fofana. Jaribio ni goli kipa wa viwango, Isa Fofana. Amewahi kuitwa timu ya taifa ya Ivory Coast, amecheza timu ya vijana chini ya umri wa miaka ishirini Messi Khalifa pitisha pembeni, tena Ngoi kapitishiwa katika njia, Fabrice Ngoi katika nafasi, Ngoi anaujaza ndani hakuna mtu ndani ya box kupata mpira, anaondoka. Manyanya Hashim Manyanya, Kikoti kupitisha katika nafasi. Fabrice Ngoyi na kujilaumu pale kwa kile alichokifanya. Alipitishiwa pasi nzuri kutoka kwa Lucas Kikoti Almeida, akakutana nayo, lakini kwa guu lake la kulia, mguu ambao unaonekana hauna uimara sana, mguu wake wa kushoto hauna uimara Tha. akilalamika mno na kwenda kumsukuma Hashim Manyanya, lakini vurugu zinaendelea, vurugu kwa namna ambayo haikuwa rafiki. Yeson Fuentes na mwenyewe yuko chini pia, anaupeleka kwa mwamuzi namna ambavyo Pascal Msindo anaitwa Jigwa Rogers Gabriel, akionyeshwa kadi ya njano. Wakati huo Amisi Faki naye akienda kutetea, amekwenda kutetea kama captain, pana shaka, anampelekea ujumbe wa kutaka kushinikiza aonyeshwa kadi pia. Pascal Msindo kadi nyekundu wanaoneshwa nyota wawili kwa kila upande, Hamisi Faki Mgunya na Yesson Fuentes Mendoza, kadi nyekundu wameoneshwa wote wawili, wote wawili wanaoneshwa kadi nyekundu, na Namungo mmoja na Azam mmoja. Anamtafuta nani hapa? Hili ni jaribio lile la mwanzo ambalo Manyanya hakuoneshwa kadi hapa, hakuoneshwa kadi, lilipita hili nimefuata lakini, akamwambia umepiga konga konga la nguvu ambalo lakini hapa mwamuzi namna ambavyo alikwenda kwenye changamoto hii ya pili ambayo kadi yake ya njano alionyeshwa. jigwa jigu alionekana ameonyeshwa kadi ya njano kwa maana Rogers Gabriel fullback wa kulia ingawaje Msindo aliyemsukuma ni Manyanyi. Tazama ni kwenda juu, Yoro Diaby alitanua ile mikono yake akiwa angani. Ni utaratibu wa kawaida kwa wachezaji asilimia kubwa, wakiruka uwaga wanatanua ile mikono yao. Amisi Khalifa. Sasa hiyo ndio captain na ndo dakika 45, za kwanza zimemalizika, zinatafutwa dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC. Karibu sana Majaliwa Stadium Ruangwa, Lindi, tuzimaliza 45 za kipindi cha pili. Pascal Msindo ameweka katika njia sopu. Nani nayo hatari, amekataliwa na Ali Saleh Machupa. Pia anajaribu kusogea na mpira ule. Pascal Msindo meutenga pembeni, ameupokea chiramb Jaribio amelikataa golikipa, ulinyoshwa mpira mrefu ule kutoka kwa Nathaniel Chilambo. Musa Malik sopu meuanza kijaza ndani <coughs> imekwenda nje, aliuchapa mpira kwa kichwa na ukenda zake nje ya target. Lucas Kikoti haya, unajaribu kuingiza ndani ya box najua zamani katika nafasi Ngoi. Kutoka fasi ya Lubumbashi Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo ni Fabrice Ngoi wa Ngoi. Kamzani kati na kuwafanya Azam wastaajabu wanachokiona wananyanyuliwa mashabiki wa Southern Killers. Wauaji wa kusini wanajibu mapigo. Lucas Kikoti Almeida, mpira mrefu ule aliujaza, na moja kwa moja Habat Lukindo akakutana nao, akamtengea Fabrice Ngoyi wa Ngoyi, kadaifu kiwa juu na kaujaza ndani ya kamba chogwi, mpira mingia. Tazama hii, alimtengea Fabrice Ngoyi wa Ngoyi akamwambia hapana, hizi shughuli naziweza nazifanya sana muda mrefu, tangu akiwa kwao DR Congo Tanzania kwenye kikosi cha kitayose baadaye Tabora United na sasa TRA United, lakini yupo na Southern Killers. Moja jaribu kusogea, ananyosha mpira mrefu. Diabi anakataa, amekaa imara. Jaribio kutoka kwa Yoro Diabi ni mbali kule, yes, ni mbali mbali mbali kwelikweli. Akaunyosha mguu wake, na mguu kanyoka vema, pasi kutoka Kanute na moja kwa moja aka mewekwa katika njia ule, katika nafasi, Pascal Msindo yuko pale anateleza, lakini na anaudhibiti mpira. Malik alipita Fei, akachungulia njia ya kupitisha pasi, akampitishia Pascal Msindo, mpira mrefu umepitishwa katika njia, anaondoka nao Heriti ya Ebeneza Makambo, Makambo amefei upande wa kushoto, mwamuzi anaifunika pale, ni penalty. Kinyamekuatuliwa amekwatuliwa, ni faida kwa Namungo, faida kwa Southern Killers. na wanamfuata wachezaji. Tazama, Makambo aliondoka na mpira, ilikuwa kama anaukosa kosa hivi kwa guu lake la kushoto, kwa ubakisha upande wa kushoto hapa, alipita nao ikawa kama anaukosa, una bugudhi bugudhi mama tu Yorodiabi akaenda kupita kwa mbele yake. Tazama, aliondoka nao Makambo, alienda nao mbele zaidi akaingia ndani ya box. Mama Mamadu Yorodiabi akapita kwa mbele, Makambo akafanya ujanja mwingi akaamua kujirahisisha na kwenda zake chini, ambayo mwamuzi kaona anastahili kuwa penalti. Kipenga kimesikika. Lucas Kikoti anakataliwa na wamesafisha kabisa Azam, ni Issa Fofana. Ni mbona mnaipoza mechi? Alikuwa anasogea na mpira Makambo, akapita mbele Diabi Yoro Mamadu, mwamuzi akasema hapana, hiyo ni penalti lakini isivyo bahati penati kutumika vyema. Krosi ile inajazwa ndani huko, inachezwa hatari katika lango Saduna na soro, mpira ameuchelewa ule golikipa, ameuzima Musa Malik. Naye ameanza kwa haraka, muda unazidi kukimbia, nauanza no, mpira ulijazwa ndani, akwenda ku blok Saduni akachelewa kuufuata, majaribio walikazimwa na golikipa Musa Malik. Nado Nado anasogea tena, Idi Nado anaujaza ndani kule, hatari katika nafasi Sopu kaupaza mpira juu kwenye mazingira ambayo mwenyewe haamini, amelipaisha juu. Aliupokea mpira Idi Nado akafanya kila kitu chepesi kwa namna ambavyo anaweza, alisogea akaujaza ndani mpira wa pili. Baada ya purukushani Sopu Abdul akaupaza juu, isivyo bahati, nafasi hii nzuri kabisa ambayo ameipata Azam wameshindwa kuitumia vema. Idi Nado alimchekecha Rogers Gabriel Jigwa, akamtambuka upande wa pili na kushut kwa gula kushoto akiujaza ndani kupeleka tu utata, ili mradi vyovyote watakavyokuwa. Lakini Abdallah Mfuko akaucheza wa kwanza, ni yeye. Zuberi Foba anapitishwa mpira pembeni, krosi imejazwa ndani huko, meshindwa kumaliza nafasi ile. Tena Idi Nado Nado moja kwa moja, mpira umekwenda kwa golikipa, lakini hata hivyo ni kona mpira umejazwa ndani huko anacheza kwa kichwa hatari langoni. Clearance. Bado lakini muamuzi anapuliza kipenga kwamba ni madhambi amefanyika nyota wilo na Mungu huko chini. Amefanyika madhambi. Abdul Sopu. Aliujaza mpira ndani. Ukachezwa kwa kichwa. Ya kwanza na ya pili aliucheza kwa mguu Sadio Kanuti. Tazama hapo. Sopu aliujaza ndani. Aliyeucheza kwa kichwa ni Nasor Sadundo alikuwa wa kwanza na ambaye alikuwa anauomba. mpira aliopiga ule haukwenda katika lango. Amethibiti kwa msindo tena. Pascal, Pascal Msindo, Msindo Pascal. Ameujaza ndani kwa gula kulia, ucheza mpira Faisal, imegonga engo, imerudia tena ndani, amerejea tena katika nafasi. Saduni mpira, mpira umempita tobo la moto ili Azam melifanya isivyo bahati, wameshindwa kulitumia tena. Ilikuwa ni setup ambayo amekutana nayo Faisal akapiga ikala nguzo na ukarejea tena ndani lakini mpira huu mwingine anapelekewa tena, tena Andre Zuzu anaujaza ndani kule, mpira hatari langoni, anaocheza kuli kipa wa kwanza wa pili wanasafisha na kuondosha mbali zaidi. Mpira umeondoka kwenye himaya yake, na mwamuzi amezimaliza dakika tisini za mtanange huu wa ligi kuu ya NBC, mchezo ambao umekuwa vuta ni kuvuta kutoka pande zote mbili. full time Southern Killers Namungo moja. Wahoka mikato wa Azam Complex Azam moja.